Wakulima wa mwani Mkoa wa Kaskazini Unguja wamepatiwa vifaa vya ukulima wa mwani ili kuongeza ufanisi wa shughuli zao. Zoezi la ugawaji wa vifaa hivyo limefanyika katika Uwanja wa Fungu Refu, Mkoa wa Kaskazini Unguja. Akizungumza katika hafla hiyo katibu mkuu wa Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi, Kapteni Hamadi Bakari amesema hatua hiyo ni utekelezaji wa agizo la Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi likilenga kukuza kilimo cha mwani na kuwezesha wananchi hususan kinamama. Vifaa vilivyotolewa leo, leo vinanufaisha eh, vikundi kama thalathini hivi ambao jumla yake vitanufaisha watu wanaofika karibu mia sita. Uh, pia tuna vihori ambavyo tumevitoa kwa ajili ya kuwasaidia hawa wakulima wa mwani. Kwa hiyo hii ni katika kutekeleza zile ahadi za Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ambazo alizitoa kwa wakulima wa mwani, na alitoa ahadi ya mambo matatu kwamba wakulima wa mwani wasaidiwe elimu. Elimu tumetoa ya kutosha kupitia UVIKO, kupitia mradi wa IFAD na kupitia miradi mingine ikiwemo Zanzibar Maisha Bora Foundation, kwa elimu imetolewa ya kutosha, hasa ule ukulima wa kutumia double loop. Kwa hivyo tunaona kwamba e, wakulima wa Unguja na Pemba tayari wameshapata elimu ya kutosha, lakini ahadi ya pili ilikuwa ni kupatiwa zana za kazi tunaelewa kwamba Mheshimiwa Rais alitoa boti karibu mia tano kupitia mradi wa uviko kwa ajili ya kuwasaidia wana, wakulima wa mwani kwa kuja na Pemba, na pia mradi wa IFAD tumetoa vifaa pamoja na boti, na kupitia mradi wa UNDP, pia tumetoa hizi boti za ukulima wa mwani kwa ajili ya wananchi. Kwa hiyo unakuta katika eneo hili la vifaa tumetoa vifaa vingi sana kwa kipindi hichi cha miaka mitano iliyopita na nadhani wakulima wote wamefaidika na zana hizi soko kwa wakulima wa mwani. Uhakika wa soko, Mheshimiwa alianzisha kampuni ya, ya, ya kununua mwani ya Zanzibar ambayo ni Zasco, kampuni ya mwani tayari inanunua kushirikiana na wadau wengine ambao wananunua mwani, lakini zaidi ya hayo serikali sasa hivi inakamilisha utaratibu wa kufunga mitambo kwenye kiwanda cha eh, kuchakata mwani Pemba cha Manangwe. Kiwanda kile tunapata taarifa kwamba kitahitaji mwani mkavu usiopungua tani elfu thelathini. Uzalishaji sasa hivi uko chini ya elfu kumi na nane, kumi na tisa. Manake hapa kuna fursa kubwa kwa wazalishaji wetu kuzalisha mwani zaidi, kwa sababu soko liko pale, lakini habari nzuri zaidi ni kwamba kiwanda chetu cha Pemba kitaweza kununua pia mwani mbichi kununua mwani mbichi, maanake ni kwamba tunaondosha e, usumbufu na kero kubwa kwa kina mama. Badala ya kuvuna mwani kuchukua ambayo ni mwingi kubeba, shida lakini kuuanika. Kwa hiyo kampuni ya mwani ya Zanzibar kwa kushirikiana na mwekezaji wa kiwanda watanunua mwani mbichi kwa kutengeneza mbolea ya mwani ya majimaji ambayo tunaita biostimulant. Nao wakulima mwani wa mwani wameshukuru serikali kwa msaada huo wakibainisha kuwa vifaa hivyo vitakuwa chachu ya maendeleo katika shughuli zao za kilimo. Maoni yangu kwanza, kwa wakulima wenzangu, tumekabidhiwa vifaa hivi tukavifanyie kazi, sio kuviweka majumbani, tukavifanyie kazi ili tuzalishe mwani kwa wingi, ili ile cho kiwanda chetu chachamanangu kitapofanya kazi hiyo, sie ndo wazalishaji wakubwa wa kupeleka hilo zao letu la mwani. Jengine tunaishauri serikali yetu ya mapinduzi ya Zanzibar. Sisi wakulima wa mwani hasa wapwani Mchangani, tuna kilio kikubwa cha mashine za kusarifia mwani wetu, hatuna tuna, tumepata mafunzo ya kusarifu lakini mashine hatuna. Pia vile vile, serikali ituangalie kwa jicho la huruma kwa sababu wakulima wa mwani sasa hivi tumesema hatutaki mafunzo hatutaki kitu chochote, isipokuwa jambo kubwa tunalolitaka ni bei ya mwani, inaturudisha nyuma kwa sababu sasa hivi kila kipande cha sabuni kina samani hata kuliko huwa mwani wetu. Hili tina, linatutia uchungu na linatutia huruma sana. Kwa nini karafuu inapanda bei? Kwa nini mwani haupandi bei? Na vile vile tunaambiwa mwani una samani sana kuliko hata mazao mengine. Tunaiomba serikali yetu hasa baba yetu Hussein Ali Mwinyi atuoni, wakulima wa mwani tumechoka, tumezeeka, wala wakati wa kuzeeka haujafika kwa sababu ya zao la mwani. Naomba matumaini yetu tut, ntavifuatilia na halafu yake nitawaambia wavichuze vizuri ili viwafae kwa baadaye, na pia pia vile vile naomba, natoa wito kwa wale vijana ambao wana, wanataka kujishughulisha na shughuli za ukulima wa mwani, basi nao wajiunge ili vifaa zaidi nao waweze kupata ili waendeleze hududumu hii ya ukulima wa maisha, kwa sababu mwani ni mkombozi, kama tunavyosema ni zao la pili hapa, kwa hapa Zanzibar linajotupatia fedha. Natoa shukurani sana kwa, kwa taasisi ya Ifadi kutufadhili kutufadhili kutoa vifaa hivi vya ukulima wa mwani pamoja na hivi vihori, kwa sababu ilikuwa wakulima wa mwani wanavua wanaku, wanalima mwani a kwa kwenda ile maji madogo. Sasa hivi kutokana na ile elimu ameipata ya kwenda kulima katika mwani huo kama ya, ya chini, kwa hivyo ana uwezo wa kwenda sehemu ya mbali kidogo ili kujishughulisha na shughuli zaidi za kilimo, kwa sababu hata u mali sasa, ukilima maji ya, ya karibu unakuwa mara nyingi sasa hivi unakuwa unakuwa na matatizo ya kuungua ungua kutokana na hali hali ya nani, hali ya hewa kuwa na joto jingi sasa hivi, utapokuwa hivi vifaa vitasaidia pia kwenda maji mbali kidogo ili kupata mwani ulio bora na ule ambao utakuwa hauta hautoungua kwa jua. Hatuna budi tunamshukuru veye ambao kwamba atuongoze atuongoze salama na usalimini, na tuna furaha moyoni mwetu kutuiwezesha tu hai sahizi tukali hai sote maiti pamoja na veye. Tunamshukuru sana sana sana sana. Jumla ya vikundi 30 vimenufaika na msaada huo ambapo miongoni mwa vifaa vilivyotolewa ni kamba na vihori ambavyo ni nyenzo muhimu katika kilimo cha mwani. Mimi ni Angel Paul, nyuma ya kamera ni Madina Omar.